Amewataka wakazi wa Isiolo kutochangia katika mzozo kati ya viongozi wa eneo hilo wanapoendelea kuzozana. Akikutana na viongozi wa eneo hilo nyumbani kwake eneo la Irunduni, kaunti ya Tharaka Nithi, Kindiki amebaini kuwa maendeleo hayawezi kupatikana wakati ambao kuna mzozo wa uongozi. Aidha amewataka wakazi hao kutokubali injili ya upinzani, akisisitiza kuwa haiwezekani wajiondoe kuliko na maendeleo na wajitose kwenye upinzani na ambako hamna maendeleo watakayoyapata. Zablon Macharia, na kina cha taarifa hiyo. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki akiendelea kuwasha moto wa kisiasa. Mchana wa leo si amekutana na, si na amekuta baadhi ya viongozi na wakazi kutoka kaunti ya Isiolo akiwataka kutokubali kuelekea katika mrengo wa upinzani, kwani upinzani hauna faida na mtu asikuja kukudanganya ati mtu ya upinzani anakuja hapo na kierehere na kimbelembele na meemee na ujuaji, ati kukwambia we mtu ya Isiolo, wachana na serikali uende ukakae kwa upinzani. Mtakubali? Mutakubali? ati mdanganyo, mwende mkatafute serikali na orede muko katika serikali. na kutokana na mzozo wa uongozi ambao umekuwepo katika kaunti hiyo kwa muda mrefu, Kindiki amewataka wakazi wa eneo hilo kutoingililia mzozo kati ya viongozi, kwani wengi wao wanajitafutia makuu. Na ukizingatia sana sana, sisi viongozi, kwa sababu tunajijali masilahi yetu, saa zingine ile vita unaona pale, sio sio vita kwa manufaa ya wananchi ni vita kwa manufaa ya viongozi. Akiongeza kuwa hamna maendeleo yanayoweza kupatikana wakati ambao viongozi wanaendelea kuzozana. Wakazi kwa upande wao wamemtaka Kindiki kumnasua gavana Guyo kutoka kwa minyororo wanayosema ni ya kuhangaishwa na wanasiasa wengine. Wakati viongozi wanaleta kisirani na vita na uchochezi, wananchi wataumia kwa sababu mambo ya maendeleo itabaki nyuma, ikiwa ni mambo ya siasa, mambo ya vita, mambo ya mvutano. Saidia gavana Kayole, anasumbuliwa, anapenda maendeleo, ametatizwa. Na wewe ni msomi, wewe ni profesa, muko na njia ya kuona ukweli. Haya yanajia wakati ambao ni wiki kadhaa tu baada ya gavana Guyo kuokolewa na bunge la seneti alipokuwa anataka eh, eh, mimi kama jamii Zablon kubanduliwa. Zablon Macharia, Undugu TV. Sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo